Tanesco limefikiaje hatua ya kutoa msamaha kwa riba kwa wateja wa Luku waliokuwa na madeni ya muda mrefu? Kimsingi uh, Tanesco kuna kuna wateja ambao walio wengi wanatumia umeme wa majumbani wao, wananunua umeme kabla. Sasa tunaposema tunawahamasisha kulipa madeni yao, wamekuwa wakishangaa, uh, kwa nini mnasema tuna madeni wakati kwa kiwango kikubwa tunanunua ndo tunatumia. mm -hmm. sasa Tanesco kuna makundi ya wateja. Kuna kundi la kwanza ni haa watumiaji wa kawaida, naita watumiaji wa majumbani ambao kwa ki kiwango kikubwa au ilivyo kawaida ni kwamba wananunua kabla alafu wanatumia. Kundi la pili ni wateja wa kati, hawa tunasema kuanzia sasa taasisi kubwa, biashara, unakuta hawa wao wanatumia alafu mwisho wa mwezi ndo wanapaswa kulipa lakini kundi la tatu pia ni taasisi kubwa zaidi, viwanda vikubwa zaidi, mitambo. Hawa pia wao wanatumia alafu mwisho wa mwezi wanaletewa ankara ile ya malipo au bili, wanapaswa kulipa. Sasa eh, kundi kubwa ambayo imekuwa ikituletea changamoto kwenye kulipa madeni ni la kati na kubwa. Mm. Japo, kundi ni ile kundi la kati na ile kundi ile la kwanza pia la wanaotumia kabla wapo ambao wanadaiwa. Kwa nini wanadaiwa? huko nyuma wakati tunatumia mfumo wa malipo ya baada walikuwa wanalimbikiza madeni yao, yani hawakuwa wanalipa zile bili zao kwa wakati. Kwa hiyo lazimika zile bili zihamishiwe kwenye mita za luku. Kwa hiyo kuna makubaliano kwamba utakapokuwa unanunua umeme utakuwa unalipa kidogo kidogo, yani mm, unakatwa kidogo kidogo mpaka ukakisha deni lako limeisha. Lakini deni kubwa, kwa kiwango kikubwa, liko kwenye hawa watumiaji wakati na watumiaji wakubwa zaidi. Kwa hiyo hiki ambacho mmekitangaza kwa wito kwa wateja wa malipo ya kabla uh, wale wabeba madeni, kwa hiyo hapa mlikuwa mna, mnamaanisha mahususi mna kabisa mnalilenga kundi la wateja wa kati na hawa wa juu? Uh, tulikuwa tunalilenga hilo kundi la malipo ya kabla ambao wali wana madeni waliohama nayo kutoka mm -hmm. kwenye mita za zamani kuja hizi za mita za luku mm -hmm. lakini zaidi mm -hmm nalilenga ili kundi la malipo ya baada pia ambalo ni kundi la kati na kundi la juu, ambalo wao wanatumia umeme, ndipo ambapo mwisho wa mwezi wanakuja kusomewa bili zao, alafu wanaletewa ankala za za malipo wanapaswa kulipa kwao, unakuta wanalimbikiza zile bili zao. mm -hmm. Kwa hiyo kwa nini sasa hizi tunawahamasisha, kwa sababu deni mpaka hizi limefikia bilioni mia mbili mbili takriban kwa hiyo tumekuja kutoa wito kuwahamasisha, na wakati mwingine wanakuwa na wasiwasi kwa sababu uh, deni linapoendelea kukua kunakuwa na riba pia inakuwa. Mm. Kwa mtu anakuwa anaogopa pengine kufika hata ofisi za TANESCO kwa sababu anajua kuna riba ambayo anadaiwa. Kwao tuna, kama ulivyotangulia kusema, kuna msamaha wa riba, tunawahamasisha waje, lakini sio tu msamaha. Akija kwenye ofisi zetu tutakaa naye, tutaweka utaratibu kwamba wewe deni lako ni kubwa sana, kulilipa kwa mara moja sio rahisi. Tunafuta msamaha wa riba, lakini ilo deni lako sasa anza kulilipa kidogo kidogo. Kadri unavyolipa bili zako za mwezi, basi kiwango fulani lipa, ili kuendelea kulipunguza deni lako.